zinazojulikana kwa jina la Jerusalem Family TV doti mwalimu Petro na Evodia Mazwile, ambapo upande wa YouTube usisahau kusubscribe na upande wa Facebook pia usisahau kufollow. Itakupa nafasi nzuri zaidi ya kuendelea kuvipata vitabu hivi kwa ukaribu zaidi. Wapendwa, tufungue kwa sala ili tuanze rasmi usomaji. Kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Ni wakati mwingine tena mzuri ambao tunaendelea kusoma neno lako. Tunakunyenyekea Mungu mwenye nguvu, uliyejawa upendo, heshima, sifa na utukufu. Tunakuomba rehema, maeneo yote ambayo tumetenda dhambi, tunaomba Mungu tusamehe, kwa damu yako Yesu tuoshe, tuweze kuwa safi sawasawa na mapenzi yako. Tunaalika uwepo wako Roho Mtakatifu, tunaomba uwe na sisi tunaposoma neno la Mungu ili sote tuweze kulielewa. Katika jina la Baba Mwana na Roho Mtakatifu tukiri, amen. Karibuni sana wapendwa, tuungane na ndugu zetu wa Word Project, tuanze rasmi usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Mlango wa 15. Basi watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa wakimkaribia wamsikilize. Mafarisayo na waandishi wakanung'unika wakisema, mtu huyu huwakaribisha wenye dhambi, tena hula nao. Akawaambia mfano huu akisema, ni nani kwenu mwenye kondoo mia akipotewa na mmojawapo, asiyewaacha wale tisini na kenda nyikani aende akamtafute yule aliyepotea, hata amwone? Naye akiisha kumwona humweka mabegani pake akifurahi. Na afikapo nyumbani kwake huwaita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami kwa kuwa nimekwisha kumpata kondoo wangu aliyepotea. nawaambia vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye kuliko kwa ajili ya wenye haki tisini na kenda ambao hawana haja ya kutubu. Au kuna mwanamke gani mwenye shilingi kumi akipotewa na moja, asiyewasha taa na kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hata aione? Na akiisha kuiona, huwaita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami, kwa kuwa nimeipata tena shilingi ile iliyonipotea. nawaambia Vivyo hivyo kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, Baba, nipe sehemu yangu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena; nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimwona akamwonea huruma, akaenda mbio akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake Lileteni upesi vazi lililobora mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyonona mkamchinje, na situle na kufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Basi yule mwanawe mkubwa alikuwako shamba, na alipokuwa akija na kuikaribia nyumba, alisikia sauti ya nyimbo na machezo. Akaita mtumishi mmoja, akamuuliza mambo haya maana yake nini? Akamwambia, ndugu yako amekuja, na baba yako amemchinja ndama aliyenona, kwa sababu amempata tena, yu mzima. Akakasirika akakataa kuingia ndani, basi babaye alitoka nje akamsihi akamjibu. Baba yake akasema, tazama, mimi nimekutumikia miaka mingapi hii, wala sijakosa amri yako wakati wowote, lakini hujanipa mimi mwanambuzi, nifanye furaha na rafiki zangu, lakini alipokuja huyu mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba umemchinjia yeye ndama aliyenona. Akamwambia, mwanangu, wewe upamoja nami siku zote na vyote nilivyo navyo ni vyako. Tena kufanya furaha na shangwe ili pasa, kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Mlango wa kumi na sita. Tena aliwaambia wanafunzi wake Palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyekuwa na wakili wake. Huyu alishtakiwa kwake kuwa anatapanya mali zake. Akamwita akamwambia, ni habari gani hii ninayosikia juu yako? Toa hesabu ya uwakili wako, kwa kuwa huwezi kuwa wakili tena. Yule wakili akasema moyoni mwake, nifanyeje? Maana bwana wangu ananiondolea uwakili. Kulima siwezi, kuomba naona haya. Najua nitakalotenda ili nitakapotolewa katika uwakili wanikaribishe nyumbani mwao. Akawaita wadeni wa bwana wake, kila mmoja akamwambia wa kwanza, wawiwani na bwana wangu? Akasema vipimo mia vya mafuta. Akamwambia twaa hati yako, keti upesi, andika hamsini. Kisha akamwambia mwingine, na wewe wawiwani? Akasema makanda mia ya ngano. Akamwambia twaa hati yako, andika themanini. Yule bwana akamsifu wakili dhalimu kwa vile alivyotenda kwa busara, kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru. Nami nawaambia, jifanyieni rafiki kwa mali ya udhalimu, ili itakapokosekana wawakaribishe katika makao ya milele. Aliye mwaminifu katika lililodogo sana huwa mwaminifu katika lililokubwa pia, na aliye dhalimu katika lililodogo huwa dhalimu katika lililokubwa pia. basi kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana mali ya ukweli? Na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Hakuna mtumishi awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana ama atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Basi Mafarisayo ambao wenyewe ni wapenda fedha waliyasikia hayo yote wakamdhihaki haki akawaambia, ninyi ndinyi mnojidai haki mbele ya wanadamu, lakini Mungu awajua mioyo yenu, kwa kuwa lililotukuka kwa wanadamu huwa chukizo mbele za Mungu. Torati na manabii vilikuwapo mpaka Yohana; tangu wakati huo habari njema ya ufalme wa Mungu hutangazwa, na kila mtu hujiingiza kwa nguvu. Lakini ni vyepesi zaidi mbingu na nchi vitoweke kuliko itanguke nukta moja ya Torati. Kila amwachaye mkewe na kumwoa mke mwingine azini, naye amwoaye yeye aliyeachwa na mumewe azini. Akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi, na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja, jina lake Lazaro, huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu, aliyeinua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, ee baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye nchi ya kidole chake majini, auburudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo yako mema katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa, na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na nyinyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Akasema, basi baba, nakuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu watano, ili awashuhudie wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii, na wawasikilize wao. Akasema, la, baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu, watatubu. Akamwambia, wasiposikia Musa na manabii, hawatashawishwa hata mtu akifufuka katika wafu.